Kuna ukome kabisa mambo, mi sitaki kusikia tena, kustku naharibia sisi <tipulogu> Hey, yani msome kwa bidii, kwa sababu dunia imeharibika sasa hivi. Nilijua tu toka ile siku uliokuja, nikajua kuna kitu kati ya wewe na Mima Kaka huko kwa ajili ya kuniribia mdogo wangu dada. Sikiliza sawa, we, sikiliza wewe. Tena uishie hapo hapo, sina mahusiano yote na wewe. Mimi nilikuwa napita napita, napita Mekamuna panje alikuwa Nii na safari zangu nikamuona hapa nje alikuwa, mii sina mahusiano nayo ineisha hii. Mima mdogo wangu, ndio malipo yangu haya eh? kuangaika kote ndio kuangaika, najinyima mimi. Mdogo wangu, Mima, mdogo wangu. Mdogo wangu. Na ili usome Mima, nikufanyeje mdogo wangu, nikufanyaje Mima, mdogo wangu? Unakazia kuangaika na wahuni kama hivi, naangaika mimi dadako, najinyima kila kitu hapa, kuja nimetoka tialaye kulipa lakini. <laughs> Mima, dunia itakufunza mdogo wangu.

Mi, kuna kitu kimoja tu kimenileta. Kwanza, Mima yupo? Mima hayupo, alisema ana tension. Vizuri, dada Nambuwa, unajua wazi kwamba mimi ni rafiki yake mkubwa sana na Mima, natambua hiyo. Mima anapoharibika, mi na wajibu wa kuja kukupa hizi taarifa. Mima amebadilika sana kiasi kwamba hataki hata kusikia kuhusu masomo. Nimejaribu kumwelekeza abezi na kusoma, lakini amekataa. Kuna mwanaume ambaye anamfikiria muda wote. Nimeshindwa kuvumilia, nimeona bora nije ni kupezi taarifa. dada mdogo wangu mimi nimebadilisha mimi mwenyewe dada, sijui kiasi kwamba yaani aelewi aelewi kitu chochote darasani. Imefika hatua sasa wale mabwana zake wanamfata hadi pale shuleni, hadi wazazi wangu wenyewe wameanza kunihisi vibaya, maana tabia zake zote zimeenea huko mtaani. Imeona bora nije nikwambie wewe dada usije ukatafuta mchawi kwa mdogo wako. Mimi ndo mchawi mwenyewe, naomba umwelekeze masomo ni muhimu sana, elimu ni muhimu sana kwako, jaribu kumwelekeza, huenda wewe atakuelewa. Ndio maana mi nimeamua kuvunja huu urafiki. Nakuelewa, ndio. Sawa da, dada moja mi ni sawa okay. Kwa hiyo unasikia vipi? kuna kuna kitu nataka nikwambie, ya siwezi kuambia kwa sababu najua niko mazingira ya nyumbani. Uh, niko freshi sijui <coughs> <coughs> nimekumii sana mpenzi wangu kweli Skeliyn. Kwanza yani, naamu sana, naamu sana kuongea nawe. Yes. Ede, mimi nimepitia hmm, maisha magumu sana nikiwa mdogo mpaka sasa hivi. Unaniona hivi, sitamani shule, sitamani chuo, sitamani kanisani. Yani mi niponipo tu na wazazi so, wangu so, washatangulia so, so, so, mbele zake. Yaani maisha naona kama amegeuka, m si e, anakuambia neno tena. Nisikilize vizuri kwa makini, sawa? Mimi mwenyewe unavyoniona hivi, hio nimepitia maisha magumu sana, nimeteseka sana mpaka kufika hapa kwa hivyo naelewa ni jinsi gani hiyo hali unapitia, so nakuahidi maisha mazuri sana, nitakupa chochote unachotaka as long as kipo ndani ya uwezo wako, nitakupatia ili mradi huwe na furaha, siendi upate kateka. umenielewa edo? yeah. chunga tu katika maisha yangu kitu ambacho sikipendi kuchitiwa yaani, hmm. Ukihakikisha siku umenichiti nikajua, na kwanza mimi kuchiti najua, yaani ukihakikisha hmm. siku umenichiti naweza nikakufanya kitu chochote. Sina kitu ambacho nakiogopa kama jela, mishaenda, kama kukamba shakaba, kama kubanshaiba, sio sio fiti chochote kufanya kwenye mwili wako. Sawa, nimekuelewa mwanaume ini ah. Sema usinisogelee na uniache. Sikiliza basi kwanza mpenzi wangu. Nikusikilize nini? Sikiliza baby. Sikiliza basi. Ushaharibia ya maisha yangu. Sasa hivi unanitea mara yako. na si nataka nikuishi kama mimi chief zaidi yako. Sikiliza basi kwanza. Sikiliza nikueleweshe basi kwanza. ah. Naomba unyamaze. Nina nani? ah. ah. Unataka kuniambia ninyi wanafunzi. Hivi wewe humuoni dada yake anavyoangaika ya anapigwa ya na jua, anauza mboga mboga kwa ajili ya mdogo wake. Kuna kazi ambayo dada atafanya kwa ajili ya mdogo wake, kwa nini uharibu maisha ya mabinti wa watu? ya sikiliza basi kwanza ah, sikiliza nikueleweshe mpenzi wangu, yaani wewe mbaba, umekosa fadhila, umeniharibia maisha yangu mpaka sasa hivi nimekuwa sieleki, nimekuwa mcharuko, nimekuwa msemaji mtaani, lakini sasa unataka kumharibia na mwanafunzi wa watu? humuoni dada yake anapata shida kwa ajili ya huyo mdogo wake? Hivi kwa nini unapenda kuharibu maisha ya sichana wewe? Sasa naenda kwa yule malawa mwenzako, alafu narudi kwako wewe kwa mabwana zako, si ndio? Unaongelea nini mbaga? Hapo unakuja kwetu bila salamu, bila nini, ya nini unakuja kishari. Kwa salamu yangu ungekuwa unaitaka. Salamu, usingetoka na bwana wangu, sawa. Hili mbada usono, hizyo kikomboa, hizyo ukomboa dada yako, ndio kwanza unaendekeza umaraya. Hivyo mwati marafu wewe. Mbwa kukwelewe. Unajifanya unyelewe. Mwusu unatoka nae. Unajua nani anamlipia kodi. Unajua nani anamvalisha

Baba, yeye anafanya nini kwa kuiba mabwana zangu? Wewe anatoka na bwana wangu. Sasa mimi nataka nimuonyeshe. Kwanza baba sikia. Yaani mimi nimesoma la kwanza mpaka la saba nipo tumuni kwa mama yangu. Nimesoma form 1 mpaka form 4 nipo tumuni kwa mama yangu. Nimesoma chuo kikuu. Mimi nazaliwa na ajili ya si unanielewa. Hapa nilipo na HIV. HIV. HIV. Hivi ndio ndio hiyo sasa ni wapi anenyemeke kama sijamtokea kuwa kama nimetoka funga sasa hivi.

marafiki yako najua, tulikuwa tunaongea mambo mengi sana, nikawa kama nakudharau, ila sio kwamba nakudharau. Chichi, mimi kwa sahivi ni mjamzito, na sio mjamzito tu, sielewi baba wa hii mimba ni nani. Naomba nishauri nifanye kitu gani, rafiki yangu. Ina maana wewe sa hivi ndio unajua umuhimu wangu? Hapana Chichi, usiseme hivyo rafiki yangu, kumbuka mi nawe wapi tulipotokea. Alafu umuhimu wako na ujua siku nyingi, mbona, nishauri tu nini cha kufanya, sielewi. Nisikilize mimi, siwezi kuwa rafiki yako kuanzia leo, sawa? Kipindi kile nilikuwa nakushauri ukaona kama vile inakuingilia. Sawa, sasa nisikilize vizuri naomba ukae mbali na mimi, tafuta rafiki mwingine na sio mimi. Chuchu, siseme hivyo, kumbuka mambo mangapi nimekusaidia, rafiki yangu. Halafu kingine, hisia zangu tu ndio zikao zanipelekesha. Kumbuka hata wewe ni msichana, utakuwa kama mimi tu. Hey ma, I hate you. So, please leave me alone. Halafu tena subiri, nikukumbushe kitu. Elimu ndio msingi wangu wa maisha. Kama wewe elimu umeichezea, umeona umalaa ndio msingi wako wa maisha, endelea. Mimi elimu kwangu ndio msingi wa maisha yangu. Subiri dunia ikufunze. chichichichi chichi, chichi. chichi. chichi.

Amka mdogo wangu, nimekupikia nyama utataka. Mima! <laughs> ndio mimi nataka. Hapana. <laughs> Mima, amka mdogo wangu, amka. Mimi nimekusamehe kila kitu, wangu mdogo wangu. Ilikuwa unajua kama mjamzito mimi, niko tayari kuoayo mimba Mima. Amka mdogo wangu. Usiniache peke yangu mimi.